kwani limefana sana, na hongereni sana. Na baada ya kusema hayo, hivi tamasha tunalifungua, tunalifunga? Tunalifungua, baada ya leo mambo yataendelea. Aya, sasa baada ya kusema hayo, sasa nina heshima ya kutamka kwamba tamasha la utamaduni la Bulabo la mwaka 2025 sasa limefunguliwa rasmi. Makofi.